Huyu ni mwanamuziki Joshua Mlelwa, mwanamuziki ambaye pia alikwisha fanya vizuri sana mnamo miaka ya nyuma kupitia kazi zake hizi ambazo wengi tumeweza kuzisikia, zimeweza kutuelimisha, lakini kutuburudisha, lakini pia kwa Wakristo au wale wasio Kristo wameweza uh, kumjua Yesu ni nani eh, au injili ya Kristo wameweza kuifahamu vizuri sana. Sasa ameaddress changamoto ambazo anazipitia kuhusiana na kazi zake kuto uh, kuwa na Ah, hatimiliki nazo. Sasa huyu ni mwanamuziki mkongwe, ameshare story hii ambayo imewagusa watu wengi sana. Nilifanya kazi kubwa sana miaka ile, nimetunga nyimbo nimeandika, tumeenda studio tumerekodi, na studio zenyewe zilikuwa chache, tuna rekodi kwa tabu, tunakesha huko mpaka albamu ikamilike. Tumepigika kweli. Video na yenyewe tukianza ni tabu, tunashuti kwenye mazingira magumu. Halafu leo hii nataka nitumie nyimbo zangu, naambiwa kuna watu mnazimiliki, ati ni mali yenu, mimi siruhusiwi, mimi ni mwizi? jamani Halafu nawaambia kabisa, nawapa taarifa kwamba mimi ndo mmiliki, mimi ndo mtunzi wa nyimbo na nimeimba mwenyewe na nimefanya video mwenyewe na sura mnaiona, bado mnagoma, mtaki kuachia nyinyi watu. Jasho la mtu halina vitamin, halina starch, halina protini. Jasho la mtu ni sumu, huwezi kula sumu na ukabaki salama. Mtaachia vizazi vyenu laana bure. Jamani, achieni nile matunda ya kazi iliyoihangaikia miaka hiyo, na kwamba alitumia jasho lake kutengeneza nyimbo, kurekodi. Kumbuka, Joshua Mlelwa ameanza zamani sana kazi, na katika historia yake moja alikuwa amewaeleza kwamba mwanakomedi uh, Senga ambaye eh, tunamfahamu Senga rafiki wa marehemu Pembe, ni kati ya Uh, alikuwa anamuita meneja miaka hiyo. Ni kati ya watu ambao pia walimsaidia mchango mkubwa sana mwanzoni mwa miaka ya 92, 1992, uh, ambapo uh, Senga alichangia pia katika kumfundisha gitaa la bezi kinanda Eh, kwa hiyo si mwanamuziki wa leo, wameanza zamani sana katika kujitafuta hadi pale sisi tukaja kumfahamu hapo baadaye, lakini pia ana staili zake za uimbaji ikiwemo uh, vituko fulani vyanakuwa anavifanya, lakini amebarikiwa sana kuwa na sauti nzuri na uwezo mkubwa sana wa kuandika nyimbo na kufundisha pia neno la Mungu. Sasa malalamiko uh, yake yamwagusa watu wengi sana, kwamba kazi alizozifanya yeye kuanzia miaka hiyo hana hatimiliki nazo, yaani kuna watu wengine wanazitumia na kunufaika na kuachia ujumbe kwamba mtapata laana. Watu wamekuwa wakiniuliza kwa nini siweki nyimbo YouTube ni kwamba YouTube wamenifungia toka mwaka jana, ni muda mrefu sasa, na kila nikirekebisha wanachokisema, hawataki kunifungulia, wamegoma. Sasa mtandao ni wa kwao, ni mali yao, nimewaacha tu. Sasa na mimi nitaendelea kuhubiri injili, nitaendelea kuimba mapambio kanisani. Aa, mambo yakikaa sawa nitaendelea kuweka nyimbo YouTube. Ni hivyo wapendwa, Mungu awabariki, mzidi kubarikiwa, amen. Sasa leo nimekusogezea, nafahamu changamoto inaweza ikawakuta wasanii mbali, mbalimbali uh, last time tuliwaizungumza na afisa wa kosota na BASATA wakina Mapana, niliwaizungumza nao katika kituo kimoja cha redio kuhusiana na maswala haya ya hakimiliki. Sasa leo nimekusogezea, nafahamu hii changamoto imemkuta Joshua Mlelwa, lakini pia inaweza kukukuta hata wewe msanii wa Gospel, lakini pia ukawa ni msanii wa Bongo Flava eh, movie na kadhalika. Sasa tumekusoge, nimekusogezea baadhi ya kufahamu sheria zilivyo na namna ambavyo msanii anaweza pia kudai Haki miliki yake hiyo. Aa, hii ni kuhusiana na sheria za haki miliki na haki shirikishi ya Tanzania. Sasa nisikilize kwa makini kama wewe ni mtu wa sanaa, lazima unufaike bwana. Huu ni mtasa la mimi kueleza sheria za kimataifa, ukiukwaji na adhabu, umuhimu wa kurekebisha sheria zinazohusiana na haki miliki, nini kifanyike, ni mtasari ambao ulikuwa umeandaliwa huu. Sasa ndakusomea baadhi ya vipengele kwa sababu ni kuna vipengele vingi sana hapa. Aa, Uh, kwanza tutarudi tuta katika historia, utangulizi wa historia hakimiliki hakishiriki. Ni moja ya sehemu sheria zinahusu zina ulinzi wa kisheria wa miliki bunifu. Hakimiliki kwa upande wake hulinda kazi za ubunifu za kiuandishi na za wabunifu wa sanaa literal and artistic works Sheria huzuia kazi hizi zisinakiliwe kuzalishwa na kusambazwa na mtu mwingine asiye mmiliki wa kazi husika. Mfano, tukirudi tuki sasa katika historia, ambapo sheria ya kwanza ya hakimiliki ilitungwa Tanganyika mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na nne, the copyrights ordinance, lakini pia tuta iangalia sasa. Sheria zipo sheria mbalimbali zilikuja kubadilika hapo baadaye, mwaka 1994 na ilifutwa sheria. Lakini sasa tuichukulia sheria ambayo imeanza ime kutumika toka mwaka 1999 ambayo ilitungwa na bunge la Tanzania, sheria hii mpya ya kimiliki ambayo inaendelea kutumika mpaka leo hii, ya sura namba 218, na ambayo ndio inatumika hadi leo hii. Sasa nitakusomea vipengele kadhaa Hakishiriki na haki miliki. Hakimiliki ni haki ya msingi inayolindwa kisheria kwa kazi yoyote ya utunzi ubunifu na uandishi wa kazi za maandishi na za kisanii. Hakishiriki ni haki mwambata kwa hakimiliki apewayo mshiriki katika kazi inayolindwa na haki miliki. Mfano, mtunzi wa mziki anakuwa mmiliki wa haki miliki, wachezaji wa, wa jukwaani wanastahili kutambuliwa kwa haki shiriki. Umuhimu wa kulinda haki miliki: kujenga hali ya ubunifu kwa kuwafaidisha wabunifu wa kazi zao, kusambaza kazi za ubunifu kwa watumiaji wengine, kufidia jasho na kazi za ubunifu. Asiyefanya kazi na asile, huo msemo lazima, asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo kufidia jasho na kazi za mbunifu, kujenga utamaduni wa, na jamii bunifu, kute, kutekeleza mikataba ya kimataifa kuhusu ulinzi wa miliki bunifu. Haki miliki zinalindwa na kifungu namba tisa ambapo tunaambiwa sasa, hapanda kusomea haki za kiuchumi na haki za kiutamaduni hadhi. Haki za kiuchumi ni zile zinazomnufaisha mmiliki kiuchumi moja kwa moja, mfano ukiuza kazi, ukikodisha, uki iazimisha kwa malipo, ukimpa haki mwingine haitumie kwa malipo, kuionyesha katika umma, kuisambaza, kuitangaza katika vyombo vya habari na kadhalika. Haki za kiutamaduni hadhi hulinda baadhi na taswira ya mtunzi isichafuliwe machoni kwa jamii. Mfano, inazuia kuchana kazi ya mtu au kutumia kazi kwa kudhalilisha mtunzi na kadhalika. Kazi zinazolindwa na haki miliki Mfano ni mingi sana sasa. Tutagusia vitabu, muziki, filamu, sanaa, uchoraji, uchongaji, ramani, picha za sinema, miadhara, hotuba, michoro, ramani, nyumba, mahubiri, picha, na katika nchi nyingine programu za kompyuta, kazi inalindwa eh. Kwa hiyo kama ulikuwa wewe ni miongoni mwa kazi hizo unazizalisha, basi elewa kabisa unapaswa kuzilinda kazi zako. Aa, kazi inalindwa kama mtunzi, mwandishi mtanzania mkazi wa Tanzania au kama kazi imechapishwa kwa mara ya kwanza Tanzania. Vigezo uh, vya kazi zinazolindwa kazi lazima liwe wazo halisi la mbunifu, mwandishi au mtunzi o original work of authorship. Sheria inalinda mawazo yanadadavuliwa expressed yanayolindwa expressed na sio wazo tu idea muda wa ulinzi hakimiliki ulindwa kwa muda wa maisha yote ya mbunifu mwandishi kujumuisha miaka hamsini baada ya kufariki K kama ni kazi imebuniwa pamoja ni baada ya miaka hamsini ya maisha ya mbunifu na mwisho kuishi kazi za video muon muono miaka hamsini baada ya kutungwa na kutangazwa kwa umma hii inahusu pia kazi ambayo mtunzi hajulikani nani anastahili? Nani anamiliki hakimiliki? Mmiliki wa kwanza ni mbunifu mwandishi aliyeibua kazi husika. Anaweza asiwe mmiliki kama ameuza kazi yake, au alirekodiwa, alilipwa kuibuni kazi hiyo kwa niaba ya mtu mwingine. Mbunifu hatakuwa mmiliki kama kazi hiyo ameifanya kama mwajiriwa kwa niaba ya mwajiri. kazi inaweza kama umiliki, kazi inaweza kama umiliki kwenda kwa mwingine kwa njia ya leseni au kibali. Namna ya kunufaika na hakimiliki: kama mmiliki una haki ya, ya kipekee kuuza, kusambaza, kudurufu, kuzalisha nakala, kukodisha, kuionyesha, kuichezesha sehemu za umma, kutafsiri, kuionyesha katika vyombo vya habari, kuitumia hadharani na kadhalika. Mtu mwingine yeyote amezuiliwa kufanya hayo bila kupata kibali cha mmiliki, na mara nyingi kibali hutolewa baada ya malipo kwa mmiliki. Kuitumia kib... bila kibali ukiwa ni simu miliki ni kuvunja sheria na adhabu zake zipo. Hakimiliki za kimila, kazi za uandishi na sanaa za kimila zimelindwa kisheria ni pamoja na nyimbo za kimila, vitendawili, misemo, methali, michoro, ufinyanzi, vinyago, mapambo ya mavazi, vifaa vya muziki vya kijadi na kadhalika. Kwa hiyo kama ulikuwa una miliki msemo wako mse, e, methali unayo hakimiliki. Sheria inamtaka yoyote anayetaka kutumia kazi hizi za kimila kitamaduni kupata kibali kutoka Baraza la Sanaa Tanzania National Arts Council, baada ya malipo yatakayotumia yatakayotumika kukuza utamaduni. Vyama vya kulinda haki miliki. Ulinzi wa hakimiliki hauhitaji usajiri, japo usajiri una faida nyingi. Ulinzi wa hakimiliki, nitairudia hii Ulinzi wa hakimiliki hauhitaji usajili japo usajili una faida nyingi. Chama kinachosajili kazi zenye hakimiliki Tanzania bara kinaitwa The Copyright Society of Tanzania, Kosota; kwa visiwani Kosoza. Inashauriwa kusajili kazi zenye hakimiliki kwa sababu usajili una faida nyingi, zikiwemo hizi ambazo nitaenda kukutajia hapa. Faida za usajili: kurahisisha kuthibitisha umiliki wa haki miliki ukitokea mgogoro kama huu wa ndugu yetu Joshua Mlelwa, ambapo anaona kazi zake zinatumika na watu wengine lakini mpaka sasa hajapatiwa majawabu. Sasa huenda hakuzisajili, lakini pia bado ana nafasi ya kukata shauri, kufuatilia ubunifu wake. Kurahisisha mtu yoyote kujua kazi yako ina haki miliki na mmiliki kukuwezesha kulipwa mirabaa kwa matumizi ya kazi zenye haki miliki ndani na nje ya nchi. Utaratibu wa kujisajili: unajaza fomu ya maombi kosota koso. Kazi inachunguzwa kuona kama hakuna iliyosajiliwa inafanana. Ambatanisha nakala mbili za kazi husika, picha mbili za paspoti, vitambulisho, nakala ya mikataba na nyaraka nyingine kuthibitisha kazi ni yako na unaimiliki na wengine. Kwa baadhi ya kazi vya viambatanisho zaidi vinaweza kuhitajika, mfano kazi ya kwaya, orodha ya wanakwaya wote. Kibali license, kibali cha kumkodisha kazi yako mtu mmoja tu, exclusive license, ni kama umeuza haki zako, lazima ulipwe vizuri. Kibali cha kukodisha wengi, no exclusive kinakuacha huru kukodisha yoyote atakaye kuitumia kazi yako. Kuna mikataba ya kimataifa, lakini hii hatutadili nayo sana, lakini labda kidogo tu kwa wale wengine ambao tunafahamu kazi zao zinatumika za hata nje ya nchi. Kuna mikataba ya Belne, WIPO mwaka 1986 mikataba ya TRIPS WIPO. Mikataba hii inawezesha miliki wa hakimiliki mtanzania kulindwa katika nchi nyingine za huko majuu. Eh, tunaweza tukasema hivyo kwamba uh, mikataba hii nasa, inasaidia kufuatilia kazi zako. Mikataba hii itakuwezesha mmiliki hakimiliki Mtanzania kulindwa katika nchi yoyote ambayo imeridhia mikataba hii. Pia inaipa wajibu Tanzania kulinda kazi za wageni ambao nchi zao ni washirika katika mikataba hiyo. Ukiukaji wa sheria na adhabu. Hapa sasa, tuweza kufahamu haki za kiuchumi na za kihadhi zina tulizoziona hapo juu zikitumiwa na mtu mwingine bila ridhaa na kibali cha mmiliki, basi ukiukwaji, uvunjaji wa sheria. Mfano ni kunakili kazi ya mtu kuiuza kama yako, kuicheza sehemu ya hadhara. Unaweza kuthibitisha ukiukwaji kwa kulinganisha kazi mbili, iliyoimbwa na iliyoibwa na iliyotumika kama kazi ya wizi. Adhabu nafuu, ukiukwa, ukiukwaji ni makosa ya jinai au ya madai, faini isiyozidi milioni tano na kifungo kisichozidi miaka mitatu au vyote, kwa kosa la kwanza. Kama ukiukwaji ni wa kibiashara